Board of Management na kwanza kabisa nashukuru mbunge wetu Mheshimiwa Jack Wanami Wamboka kwa kasi nzuri sana sana ambayo amefanyia shule hii yetu. Shule hii yetu ilikuwa kati ya shule ambazo zilikuwa karibu condemned. Lakini kwa sababu ya uzuri wake na kupenda shule yetu na kupenda jamii ya Netima, ametupatia kwanza madarasa matatu akatuongezea haya madarasa mawili kupitia kwa Ministry of Education na tunashukuru sana na leo amefunguliwa rasmi ikikuwa tarehe sita mwezi wa pili amekuja mwenyewe akayafungua akaweka sahihi yake na tunasamani asante mbunge asante sana kwa kazi nzuri na tunakupenda na tunakupenda sana sana wazazi wa sehemu hii yetu we want to promise you our mp kwamba we will not let you down tutakuwa na wewe tutakupatia kura zetu ili tena uendelea kufanya kazi na wafanyi watu wetu kazi nzuri uh, we know that uh, as a community we have been left behind in so many activities na hii ya kutupatia majengo ni ishara kwamba unataka pia tuinuka katika jamii yetu, so we thank you so very much for what you're doing to us. Na pia vilevile vile tunashukuru wazazi wetu, wazazi wetu wa hapa wamekuwa ni wazuri sana. E, wanatuletea watoto wetu wote hapa katika shule yetu hii. Tuko na idadi ya watoto zaidi ya elfu moja kwa hii shule, na tunasema ni asante sana mbunge kwa kutukumbuka. We still need more. Uh, so far we have uh, madarasa haya matano na yale mengine manne, na tuna shule mbili, shule tatu. Kuna shule ya chekechea, kuna shule ya primary na shule ya JS ambayo inahitaji madarasa. The ministry metupatia walimu kumi na mbili. Uh, but we still need more, na tunasema ni asante kwa hayo yote. Na pia nawashukuru kama wanafunzi na walimu na wa... community ya Netima kwa kuweza kumsupport ili akapata kufanya kazi yake vizuri. Naomba muendelee kuwa na huo moyo. Na dota, umejaribu sana, nasema uendelee nakuwa na huo na moyo, tusaidie hii community yangu sawa. So, sawa so. Furaha ni kushukuru Mungu. Sababu gani? Shule nyingine bado hazijapata madarasa ya grade 9. So mimi shukurani zangu kuu ni kwa father maombi ambayo aliweza kufanya mpaka Netima ikaweza kupata hizo darasa. Haijakuwa rahisi, alafu pia shukurani ni kwa TSC director kwa kusimama na hii shule kuhakikisha ya kuwa madarasa zinajengwa, walimu wako, wanafunzi wako. Sasa wazazi, tafadhali ni kazi yenu imebaki kusupport mwalimu mkuu aendelee na kazi yake vilivyo uh, nimefurahia shughuli ya leo. Wakati wowote tukiona maendeleo yanayokuwepo tunakuwa na furaha, tuendelee kumwomba Mungu atujalie hata zaidi. Uh, we appreciate that God has given us this day to be here and to witness this a very important occasion of our is it nobility launching of the classes that were given to us by the ministry and we really appreciate

Leo tarehe 6 mwezi wa pili 2026, tunashukuru mheshimiwa Jack Wamboka kwa kulonj madarasa mawili, na hii itapunguza msongamano kwa wanafunzi katika madarasa yetu. Na pia tunashukuru Wizara ya Elimu kwa ajili ya hii project. Nashukuru pia wazazi kwa kuleta watoto hapa. Hiyo ni kumaanisha kwamba mbunge anafanya kazi ambayo ni nzuri, kwa sababu bila majengo we will not have a, a place or a space for the learners. Na tunashukuru pia mbunge, si class tu amejenga, pia ameweza kutupa mahabara tembezi, na kwa hilo jambo tutakuwa na madaktari katika hii eneo la eneo la Bumula constituency will not be Going far to fetch doctors to come and give us services. Nashukuru jamii ya Netima kwa kunipa fursa kwa mwalimu mkuu katika community yao na naomba kwamba as God wishes for the time I'll be in this school, I'll do my best. May God bless our school. May God bless our MP. May God bless the Ministry of Education, the TSC, the school kwa mambo ya yeah, elimu tumeanza hapo kwenye Netima primary kufungua madarasa mawili, na nataka nichukue fursa hii kushukuru ofisi ya education. Tunafanya kazi mzuri sana hapa ni Netima. Nilipoingia kwa kiti, kulikuwa na changamoto kubwa, iko jengo hapo walianza kujenga wakakula pesa. Sasa contractor hana nguvu ya kuendelea, na mimi watoto wako na shida ya maklasi, nakaongea na nyinyi. Na sio hii tu, watu waumuna jambo ambao nataka mjue, niliacha project mingi, pesa ilifujwa hapa Kimaeti Kimwanga basi yeno, unaenda kontrakta hana nguvu za kuendelea, lakini pesa na, tukaamua kwa sababu ana responsibility, watoto wasome, walimu wa makazi wakae kwa mazingira ambayo ni bora, tukaweka classes start. Sasa tumeendelea, mwalimu anasema wa hana classes, tukaongea tuka kutishirikiana na education ungefanya leo, ningekuwa nafanya kazi nyingi, tungekuwa tuna tungekuwa tunaweka kabla lakini hatujui. Tuko kwa hiyo njia ya kuhakikisha kwamba one day hii Bumula itaheshimika kwa mambo yote.